Watu wengi hawajui historia ya makanisa. Si hadithi ya Roho Mtakatifu, ni hadithi ya migogoro, tamaa na nguvu za kibinadamu. Mwanzoni kulikuwa na kanisa moja Katoliki, lakini karne ya kumi na sita mtawa wa Kijerumani Martin Luther aliona makanisa ya kichuuza msamaha kwa pesa, akaandika maandiko tisini na tano ya kupinga uovu huo na akafukuzwa hapo ndipo likazaliwa kanisa la Kilutheri. Miaka michache baadaye, mwanafalsafa John Calvin aliona hata kanisa la Luther bado lina makosa, akaanzisha mafundisho ya Calvinism akipa kipaumbele Mungu kuliko papa, na kuanzisha kanisa la Wakalvini. Kisha huko Uingereza, mfalme Heni wa nane alitaka kuachana na mke wake, lakini papa wa Roma akakataa. Mfalme akasema, basi nitaanzisha kanisa langu mwenyewe. Hapo akaanzisha kanisa la Kianglikana. Joan Smith akiona kanisa la Kianglikana bado linashikilia mila za Kikatoliki, akaanzisha Wabaptisti akihubiri ubatizo wa watu wazima tu, si watoto. Karne kadhaa baadaye, William Miller alitabiri kurudi kwa Yesu mwaka 1844, lakini hakurudi. Baada ya kushindwa, harakati hiyo ikazaa Waadventista. Ellen G White akaendeleza mafundisho hayo, akisisitiza sabato ya Jumamosi na maono ya kinabii. Kisha Charles T. Russell akasema hata Waadventista wamepotea, akaanzisha Mashahidi wa Yehova. Joseph Smith naye hakukubaliana na Wamethodisti, akidai kupokea ufunuo kutoka kwa malaika Moroni na kuunda kanisa la Wamormoni. John Wesley alihisi makanisa yamekufa kiroho, akaanzisha Wamethodisti. Kisha wachungaji wengine wakatoka huko wakaanzisha Kipentekoste, wakisisitiza lugha mpya na nguvu za Roho Mtakatifu. Leo wachungaji wengi hawakubaliani tena, kila mmoja anaanzisha lake: Born Again, Evangelicals, Assemblies of God, Glory Fire, New Revelation, orodha haina mwisho. Kutoka shina moja, sasa kuna zaidi ya makanisa elfu thelathini na tano duniani, kila moja likidai sisi ndio ukweli. Lakini kama yote yalianzishwa kwa mabishano na simaono, ni lipi hasa ni kanisa la Mungu?